Habari za wakati huu, karibu sana kwenye habari zetu za kila siku, na hii ni Jida Media. Mimi ni Msafi Pro. Aa, nimekutana na hii story kwenye mitandao ya kijamii Aa, na huyu ni mdada ambaye ameelezea ka short story kidogo hivi, anasema mimba yangu ina miezi miwili, jana tumbo likasumbua nikanywa mchaichai, leo nakutana na hiki kitu kama unavyocheki hapo kwenye kiganja au vipi sasa, anauliza Uh, baada ya kuwa amekunywa mchaichai uh, asubuhi yake sasa uh, maana alikuwa anasumbuliwa na tumbo, lakini baada ya asubuhi ndo anakuja kukutana hicho kitu sasa, anauliza kwenye mitandao kwamba mimba imetoka au ni, ni vipi hmm? Unaona hapo hapo kwenye kiganja kuna kitu fulani hivi kama sijui kidude gani, lakini picha hii ya pembeni haihusiani na hilo tukio ila hicho kiganja kinahusiana na ile tukio. Mi nimetumia tu picha kuwakilisha mwanamke uh, so iko hivyo. Sasa we, kama ushawahi kupataga hiyo kitu, unaweza ukatuandikia kwenye comment hapo kama mimba imetoka au imebaki. Mimi naitwa Msafi Pro, na hii ni Jida Media. Endelea kusubscribe and kushare.